Mkutano wa mataifa yenye uwezo mkubwa wa kiuchumi duniani almaarufu G7 ulikamilika katika jiji la Hiroshima, nchini Japan jana huku nchi hizo zikichukua msimamo mkali dhidi ya Urusi, China na Korea Kaskazini. Waziri wa Japan Fumio Kishida alihimiza nchi wanachama kuzingatia mkataba wa Umoja wa Mataifa na kuungana na jamii ya kimataifa katika juhudi za kutafuta amani kote duniani. Mkakati wa amani wa Hiroshima uliotolewa katika mji huo ulioathirika zaidi na shambulizi la bomu la kiatomiki mwaka 1945 kwenye hatua iliyotamatisha vita vikuu vya pili duniani uliandaa mkutano wa mataifa saba yaliyo na utajiri mkubwa zaidi ulimwenguni. Mataifa hayo yaliazimia kuimarisha vikwazo dhidi ya Urusi na wale wanaunga shambulizi lake dhidi.

Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyehudhuria mkutano huo alipewa hakikisho kwamba taifa lake litaendelea kupata usaidizi kutoka kwa mataifa saba yenye utajiri mkubwa zaidi ulimwenguni. For the G7 to have invited President Zelensky to Japan to show G7's unwavering solidarity with Ukraine. Akihutubia kikao cha kimataifa cha wanahabari kuashiria kukamilika kwa mkutano huo, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida alitaja shambulizi la Urusi dhidi ya Ukraine kuwa tishio kwa ulimwengu mzima. North Korea is Viongozi hao pia walijitolea kuimarisha mkataba wa kudhibiti zana za kinyuklia. Mataifa hayo saba, hali kadhalika, yalitoa wito kwa wachafuzi wakuu wa mazingira kuzingatia mikakati inayolenga kupunguza utoaji wa gesi ya kaboni.